Na polisi Nairobi wanasema bado wanachunguza kifo tata cha mwanamke mmoja katika jumba moja alikokuwa akifanya kazi mtaani Kilimani. Zaituni Kavaya aliaga baada ya kuanguka kutoka kwenye jumba moja alikokuwa akifanya kazi, ambako leo jamaa zake na chama cha wafanyikazi wa nyumbani wameandamana kudai haki. Hata hivyo, Ode Francis anavyoarifu ni kwamba kanda ya kipekee ya video imeonyesha yaliyojiri kabla ya kifo cha mama huyu. Siku moja baada ya familia ya Zaituni Kavaya kupewa matokeo ya uchunguzi wa upasuaji uliobaini kuwa alifariki kwa majeraha baada ya kugongwa na kifaa butu, kanda za video tulizopokea zinatoa picha ya hali ilivyokuwa. <tune> <tune> <tune> Katika video hii mwanaume aliyevalia shati jeupe kwenye orofa hii anaonekana akimshika mwanamke katika orofa hii na kisha anamwachilia. The fuck? Mende. Mende. Anafanikiwa kufika orofa ya chini baada ya kufanikiwa kuteremka orofa ya tano. Hapa wanawake watatu wanaonekana kumzungumzia ila mama huyu anaendelea kuteremka orofa ya tatu. Mende. Mende. Hapa mama anaonekana kuzungumza na watu wasiojulikana kwa muda, na baadaye hali si hali tena. Katika eneo hili la orofa ya tatu kutoka chini ya jengo hili mama huyu anaonekana kushindwa atakapojishikilia baada ya kupata eneo hili kuwa na vioo vilivyofunika. Picha za kipekee za mama huyu akiwa na nguo hii aina ya samawati pamoja na madoadoa mekundu na meusi yanaonekana, haya ya kijiri familia pamoja na miungano ya wafanyikazi wa nyumbani wakiandamana mchana kutoka Kibera alikoishi Kavaya hadi alikofariki Kilimani, na baadaye kukutana na kamanda wa polisi wa Kilimani kutaka majibu. E, inafanywa na DCI na il, yangu tu ni kuhakikisha kwamba tumeendelea na uchunguzi, na Zaituni atapata haki. Zaituni atapata haki yake, yule mtu atapatikana na hatia, atachukuliwa hatua kulingana na sheria. Tunaomba rais wetu pia aweke hizo, na wapitishe ratification of C189 and C190, na not only paperwork, but we need action. I know kwa sasa macho yote yako kwa wapelelezi kubaini kipi kilichojiri kabla ya kifo cha mama Zaituni. Ode Francis, runinga ya Citizen Nairobi.